Karibu kwenye ofisi ya maisha yako. Hii mbele yako ni fomu ya mafanikio. Tafadhali tusaidiane kwenye jina lako. Subiri kwanza, mimi sijui hata nianze wapi. Anzia ulipo. Simu yako ni chombo cha biashara, elimu na fursa. Sawa, sehemu ya pili, kipaji chako. Naweza kutengeneza mavazi mazuri, lakini tatizo soko. Ndugu yangu, tumia Yas, tupia dizaini zako mtandaoni upate wateja nchi nzima, kama sio dunia nzima. Kipengele cha mwisho tunahitaji saini yako kuthibitisha kuwa uko tayari kuanzia ulipo. Mafanikio hayamsubiri mtu. Mtandao wa Yas unakupa vifaa, huduma na intaneti ya 4G na 5G yenye kasi na iliyoenea kila kona ya Tanzania, kukusaidia kufikia malengo yako. Hujui pa kuanzia? Anzia ulipo. Jiunge na Yas leo na uanze safari ya kuyafikia mafanikio. Kemkem kem. Jaza mtungi wako wa Orex katika maduka yote yanayouza gesi ya Orex utapewa kadi mfano wa vocha kwa nguwa, kisha tuma ujumbe kwenda 15393 ushindi zawadi kama pikipiki mpya, jiko piki la gesi, baiskeli, t-shirt, kofia na nyingine nyingi. Kwa maelezo zaidi piga simu bure namba 0800750183 vigezo na masharti kuzingatiwa. Orex mambo ni yente, haachwi mtu. Orex Energies pamoja nawe daima yanayotusibu maji yanatoka kwa mtoni yanaingia ndani. Taarifa ya mapato na matumizi hamna. Yanatutoa kwenye mstari bila utatuzi, ni sawa na fungu la kukosa tunapata. Shida hatulali, wanyonge sisi, hawataki hata ushauri wa mtu. Sasa mimi naomba kama wanaweza kujirekebisha wajirekebishe, lakini kweli kama mimi mzee mzima hivi nimechoka kwa utendaji wao. Tupo tayari kupokea kero zinazokusibu na kisha zitafumbuliwa hapa ndani ya asubuhi njema. Wala msiwe na wasiwasi kwamba hili kubwa sana ha? Kero yako tunaendelea bado hapa msikilizaji, kwenye asubuhi njema eh, saa moja dakika ishirini na moja vipi? <laughs> muda ni mchache <laughs> wakati wa kero, na kabla tujaelekea huko, Joyce tuko na ujumbe mzuri kwa msikilizaji <laughs> na ujumbe wenyewe unahusu jambo zuri ambalo mganga mkuu wa hospitali teule ya wilaya Biharamulo daktari Glesmos Sebuyoya anawatangazia wananchi wa wilaya ya Biharamulo na viunga vyake kujitokeza kuanzia tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2025 hadi tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 kupata huduma ya matibabu kutoka kwa jopo la madaktari bingwa watakaoanza kutoa huduma za kibingwa katika hospitali hiyo. Huduma ambazo zitaweza kutolewa ni pamoja na magonjwa ya wanawake na uzazi, magonjwa ya pua, koromeo na masikio. Wagonjwa wenye bima watapokelewa na watakaokuwa na fedha taslimu watahudumiwa vizuri kabisa. Usajili wa wagonjwa unaanza sasa, tafadhali wai ukasajiliwe, ili kupata huduma kwa wakati. Na ambayo unasikiliza muda huu asubuhi njema, hakikisha unamjulisha mwenzako jambo zuri hili, lakini pia piga nambari 0763042593. Wote mnakaribishwa sana kupima afya na kutibiwa siku zote. Wanasema mali sio kila kitu, ila afya ndo kila kitu. Jumbe huo uh, kwa uzuri kabisa eh? Wakati wa kero yako Haya, bwana, lakini tuko na Bahati Nasibu ya Taifa asubuhi hii leo, msikilizaji, mambo ya kufunga weekend. E, najua kwamba kesho ni kesho asemai. Hmm, hey, kesho kutwa ni mwongo bwana. Naweza ukatamani kufika maeneo fulani fulani ili upate chochote kitu ndioulike, lakini sio kesho tu, hata leo jioni mambo yanaweza yakaanza sasa, mimi nakushauri tu asubuhi hii ya leo, cheza michezo kutoka bahati nasibu ya taifa ili uweze kujishindia pesa taslimu ambazo zitakuwezesha wewe weekend yako iwe murwa kabisa. Unaweza ukacheza uh, loto ambayo inakupa nafasi mbili uh, kila siku kushinda makadirio ya shilingi milioni 45 na kuna shilingi milioni tatu ya uhakika ambayo inatoka kila siku. Tiketi yake hii inaanzia shilingi elfu mbili tu. Ipo tamba na namba ambayo inakupa mm, draw kila siku, kila dakika tano, hii ikiwa inamaanisha kwamba una na nafasi nyingi zaidi za kushinda hadi shilingi milioni kumi na tiketi hii inaanzia mia moja tu, sio gharama sana okay, lakini ipo toboa chapchap Sawa so, hapo utakutana na zaidi ya shilingi bilioni mbili za zawadi. Unachotakiwa ukifanya hapa ni kukongua, unamechisha, unashinda. Usisahau gurudumu la zawadi lenye thamani ya shilingi bilioni 2.7. Hapo unazungusha na unashinda. Usisubiri siku moja, wakati unaweza kucheza hata leo na ukashinda. Nakumbuka kwamba kushiriki ni kuanzia miaka 18 na kuendelea, na unatakiwa kucheza kistaarabu. Bahati nasibu ya taifa inasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. Kwa maelezo zaidi, piga bure 0800 78 22 33 ili kucheza kama wewe ni mtumiaji wa Mix by Yas, Airtel Money na M-Pesa, bonyeza nyota moja nne tisa nyota nane nane alama ya reli au nenda kwa wakala yeyote wa bahati nasibu aliye karibu nawe ucheze na ushinde. Jamani, weekend ndio hivyo, unaweza kuianza mm, vizuri kabisa kwa kucheza bahati nasibu ya taifa. Kabisa. 0710 977 977 ndio nambari ya kuweza kutuandikia kero yako hapa. Na sisi tutaweza kufanya kazi. Lakini kwa siku leo ndo huwa Uh, unakuwa muda mwafaka wa kufahamu zile kero ambazo uliweza kuziwasilisha, na sisi kama timu ya Asubuhi Njema tumefanya nini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawafikia wale wahusika ah, alafu nasikilize majibu yao vipi? <laughs> <laughs> Ah. tunaanza na ipi? yes. Sasa hapo, eh. Eh, kwa sababu Kirehe pale shuleni tulizungumza eh, na mwenyekiti ndio, eh, kufahamu kuhusiana na hii changamoto kama yeye pia anaifahamu na majibu yake mm, kuona kwamba ni kwa namna gani sasa na yeye ana, ana, ana, anafanyia kazi hiyo changamoto, na alikiri kwamba kweli hiyo changamoto ipo. Tukamsikilize mwenyekiti wa Mkirehe, kwanza nisimalize maneno alafu uhondo kabisa tukajenga boma tumesha kamilisha matundu kumi na tatu. Kwa sasa matundu yamesha kamilika, lakini sasa changamoto, tumeishia pesa, hatuna hela yoyote, mchango wetu umeishia hapo. Tunajaribu sasa kutafuta nguvu nyingine, halmashauri, ili angalau wao na wenyewe watuwezekee halafu na mambo mengine yaendelee. Mpaka mmefikia hiyo hatua hiyo fedha mmetoa wapi? nguvu ya wananchi, nguvu ya wananchi Hmm. Na je, huku halmashauri wanafahamu kwamba hivyo vyoo vimefikia hiyo hatua mpaka ya kutoa wadudu? Hilo e, tatizo hilo, tatizo ni la miaka mingi, tatizo sio kwamba ni la jana, ni la muda mrefu, na serikali nalijua kabisa, lakini hata mimi mwenyewe sielewi kwa nini hawafuatilii. Yaani nimeshatoa taarifa mara nyingi, kwa hiyo nashangaa kwa nini sasa hata halimashauri halmashauri haijaja kutusaidia hili jambo, wakati nalijua. Na kimsingi kweli huyo mwananchi aliyesema hivyo hajakosea, yuko sahihi Funza wanatoka yani, ukifika pale ni masikitiko, lakini hamna tunachoendea, tunajaribu kupiga kelele, hamna. Swali langu ni kwamba, yani hivyo vyoo ni kitu gani ambacho kinapelekea mpaka hao wadudu kutokeza kwa nje? Ni kwamba vimejaa au shida ni uchafu? Vimejaa, vimejaa ni miaka mingi tangu ma, mwaka tisini kama na nane, ni vyoo vya muda mrefu, vimejaa mpaka funza wanatokeza nje. Sasa mwenyekiti, hapo wewe kwenye eneo lako hilo watoto wanatoka katika eneo lako hilo ambapo wananchi wako ndio ambao huenda wenye hawa watoto, wewe mwenyewe pia kuna watoto wako kwenye hiyo shule. Ndiyo. Ndiyo. Unawasaidiaje, kwa sababu sasa hivi ni masika, lolote linaweza likatokea. Ndiyo. Jitihada zako ni zipi kuhakikisha kwamba mnawanusuru hawa wanafunzi na hiyo changamoto ambayo imejitokeza? Yani, kama nilivyosema mimi jitihada yangu ya kwanza nilifuatilia nikajenga boma limekamilika, hiyo ni jitihada ya kwanza. Lakini pia ili swala tumeshalipeleka hata halmashauri zinafahamika, umeona. Kwa hiyo sisi tunategemea sasa nguvu nyingine, maake tumeshatumia nguvu kubwa. Na mimi sasa hizi michango wananchi wamefika mahali sasa na wenyewe michango imekuwa mingi kwao, wameona sasa jamani, nasi bora, tunaishiwa, tumeshafanya mpaka boma. Lakini serikali ina kanuni ya kusema kwamba wananchi mjenge boma, mkishamaliza boma sisi tunakuja kumalizia kumuona mm. Sasa wao wameshuamini hali hiyo zote tunasubiria sasa ifanyike, lakini pia mimi naendelea kulifuatilia, sio kama nimekaa kimya, naendelea kulifuatilia, lakini pia najua mwendeleo me, kututangazia kama huyo aliyeleta hiyo kera ameleta kweli, mtusaidie sasa kupaza sauti ili e, hata hata ikiwezekana mnaweza mkaja mkaangalia ile tukio lenyewe, yani kishie kwamba ni kama tera amuje mwangalie kwamba hicho e, kinachozunguka huko mwananchi ni kweli au kinachozunguka mwenyekiti ni kweli, ili e, najua mpate namna ya kutusaidia angalau kutu

Mkilehe tunakuja, yeah. Shule ya msingi kwa sababu amesema kwamba tufike tujionee, mm. Basi hakuna budi sisi kufanya hivyo, sisi tunakuja mwenyekiti na kuahidi kabisa tunakuja. Yeah. <laughs> <Tunakuja> <laughs> kwa uzuri kabisa yeah, tuje tuone hiyo changamoto lakini pia uh, watu wa mamlaka husika ndio, mm. Kuanzia na halmashauri, yaani ni kwamba kweli hii changamoto hawaioni, kwa sababu kwa mujibu wa mwenyekiti anasema hii changamoto sio ya leo wala jana ni ya muda mrefu manake, yes, eh, yeah. ipo siku nyingi. Sasa kwa nini yani tusichukue hatua na tukawasaidia? Sijajua, huwa ni masuala mazima ambayo hayako kwenye mipango kwa so, sababu, uh, kama unavyojua serikali sitakuwa inaenda na mipango yake devi lakini, kuna vitu vya kipaumbele kama choo eh. yani, mipango. Watoto wanapata adha kiasi hicho, afu unakuja kutuambia swala la mipango. Yani, unaleta una kipaumbele A -a. Kwenye afya za wanafunzi sija sijasema hivyo hujanielewa, mm, vizuri ni, e, um, ni, um, ni, um, ni um, hivi um, namaanisha um, hivi um. Nasema uh, kama mbaro, ni tatizo ambalo ni la muda mrefu sasa sija